Ye hutumika kama kiongozi, ye hutumika kama msaidizi kwenye maisha yetu. So, unachukua na kiomba mbele za Mungu, unatakiwa kumwomba Mungu akupatie Roho Mtakatifu ndani yako akuongoze. Haleluya! Bila Roho Mtakatifu hatutoweza kufika pale mahali tunahitaji kufika. Tunamuhitaji Roho wa Bwana awezaye kukaa ndani yetu kutuongoza. Hakuna nifanikiwa katika ulimwengu wa kiroho na wa kimwili kama kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Itakuwa ni kawaida sana kama kulivyokuwa kuna Roho Mtakatifu katika ulimwengu wa kiroho wa, wa Mungu wa watu. Na Roho hao ni waganga, wachawi vijagura, vile vivivi vinavyoanga wanga hivyo ndio vitu vinavyoshiriki kwenye mambo ya wa kuongoza watu wa shetani. Ni vyema sana kumuomba Mungu akusaidie. Wa Roho wake ndani yako akikaa ndani yako, utayaona manufaa makubwa sana na baraka kubwa sana ambazo Mungu atakwenda kuziachia. Naomba unisikize kwa makini sana, mtu wa Mungu. Roho Mtakatifu anahitajika ndani yetu, tunamhitaji Roho Mtakatifu ili atuongoze, tunamhitaji Roho Mtakatifu ili atufanikishe, tunamhitaji Roho Mtakatifu ili atufikishe mahali tunatakiwa tufikie baraka zetu. Hakuna njia iliyokuwa na, na vizuizi au mipaka kama Roho Mtakatifu akikosekana ndani yako, ni lazima kutakuwa kuna mipaka ambayo beri adui atakuwekea mbele yako. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako atakusaidia kuweza kuepuka kila vizuizi ambavyo shetani ameviweka mbele yako, uwe ni ukuta mkubwa, atakupa nafasi mirima mikubo, atakupa njira ya kuweza kupita mahali hapo, iwe ni milima mikubwa, atakupa njia ya kuweza kupanda hiyo milima viwe ni vichaka, atakupatia neema ya kusafisha na kuweza kupita. Ye usimama mbadala wa Mungu mwenyewe anaposhuka na unapokubali akuongoze ndani yako, atakufanikisha. Roho Mtakatifu ni msaidizi, ni kiongozi na ni neema ya kipekee ambayo Mungu ametupatia kwenye maisha yetu. Sijui uko unanisikia vizuri. Tunao watu wengi kwenye makanisa lakini ndani yao Roho Mtakatifu hayupo. Roho Mtakatifu huleta ibada ya kweli ndani ya moyo wa mtu. Roho Mtakatifu huleta ibada ya kweli ndani ya moyo wa mtu. Roho Mtakatifu uchukua maombi tunayoomba kila wakati mbele za Mungu na kuyafikisha direct kwa Mungu mwenyewe yeye. Yeah, yeah. Utumika kama connection kati ya mwanadamu na Mungu mwenyewe. So unapoomba maombi yako mwambia Roho Mtakatifu akusaidia kuomba kwa sababu atakapokusaidia kuomba, hutoomba wewe, bali ni yeye mwenyewe ataomba mbele za Mungu, na nilaishi sana na ni baraka sana kama Roho Mtakatifu kusaidia kuomba ndani yako.